Sasa leo Jeshi la Kujenga Taifa JKT limetoa onyo kwa wale wote ambao wanagushi vyeti vya kumaliza mafunzo ya JKT ili kujipatia ajira. Hivi karibuni Jeshi la Kujenga Taifa limebaini uwepo wa vyeti vya kugushi vilivyotumiwa na baadhi ya vijana ambao sio waaminifu ili kujipatia ajira katika taasisi na makampuni yanayohitaji watendaji waliopitia mafunzo ya wa Jeshi la Kujenga Taifa. Jeshi la Kujenga Taifa linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa wale wote waliobainika na watakaobainika kughushi cheti cha Jeshi la Kujenga Taifa kwa matumizi yoyote yale, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Jeshi la Kujenga Taifa lipo tayari kutoa ushirikiano kwa taasisi na makampuni yote yanayohitaji uhakiki wa vyeti vya Jeshi la Kujenga Taifa kwa wat, kwa watumishi wao waliopitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Aidha, Jeshi la Kujenga Taifa linaendelea kusisitiza kuwa nafasi za kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa zinatolewa kila mwaka kwa vijana wote wa Kitanzania wenye sifa ili wamalizapo mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa waweze kupata cheti cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kiuhalali. Pia Jeshi la Kujenga Taifa linawakumbusha wananchi kuwa nafasi hizo zinatolewa kwa kutangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii hapa nchini. Hivyo, wananchi waepuke kutapeliwa kwa namna yoyote ile, ikiwemo kutumiwa ujumbe mfupi wa maneno katika simu zao, kupigiwa simu na kutakiwa kutoa kiasi fulani cha fedha ili kupata nafasi hizo. Endapo mwananchi utapokea ujumbe wa namna hiyo, Jeshi la Kujenga Taifa ninakuomba kutoa taarifa haraka katika kambi yoyote ya jeshi au kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe. Kutoka hapa makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa, mimi ni Benedict Msungu wa Daily News Digital.